Ya kwamba tutafute katika kitabu cha Bwana tukasome na hakuna atakayemkosa mwenzake. Soma hiyo, tazama. Hey, amesema mhubiri, tazama anasema mhubiri, nimeona haya kwa kulinganisha, nimeyaona haya kwa kulinganisha hili na hili, hili na hili, hili kutafuta jumla, ati hili kutafuta nini? Jumla. Kwa hivyo ukisoma madayo kidogo, uende kutoka kidogo tena usome muhubiri kidogo utapata nini jumla. Jumla si ndio? Naam. Kwa hivyo Bibilia hivyo ndivyo itaka inavyo, so, inav, inafaa kusomwa, si kuchukua unateremka nao ati unasema umesoma Bibilia. Lazima usome kidogo kidogo ili upate jumla ya maneno yote ambayo unapaswa kuyajua. Msemaji: mwalimu, kwanza nisaidie Timodheo wa Kwanza mbili moja odenu wa kwanza mbili moja inasema inasemaje? Basi ndio, kabla ya mambo yote. Basi kabla ya mambo yote, nataka dua tuende dua. Unaomba ili ukaribishe Mungu wakati unaanza mambo yako yote. Kwa hivyo tunaomba. Baba yetu na Mungu wetu waishie mahala pa juu, tunalishukuru jina lako na kutukuza, maana umeturejesha ndani ya viwanja hivi tukaweze kupeperusha dera yako ambayo ni neno lako la kweli. Tunaomba uwe pamoja nasi tuanzapo na tumalizapo. Tunakaribisha malaika wako watakatifu wakazingire viwanja hivi, na Roho wako mtakatifu akiwa ndani yetu akatufundishe kweli yote na kisha akatukumbushe na maandiko yote ambayo angetaka tuhubiri katika viwanja hivi. Wasikilizaji wote, Mungu wetu tunaomba pia uwe pamoja na wao ili waweze kuwa na moyo ulio safi kisha wakaweze kubadilishwa na neno lako, na ni kupitia jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Tunaomba nisaidie, medali moja mstari wake ni wa ishirini inasema inasemaje? Mithali moja mstari wake ni wa ishirini. Mithali, wa Mithali moja ishirini inasemaje? inasema hivi, inasema, ndiyo, inasema ehhe, hekima hupaza sauti yake katika njia kuu, hekima hupaza sauti yake katika njia kuu, hutoa sauti yake katika viwanja, hekima hutoa sauti yake katika viwanja, ulia penye mikutano mikubwa ya watu, kulia penye mikutano mikubwa ya watu mahali pa kuingilia mlango twende na ndani ya mji. Hey, utamka maneno yake atina ndani ya nini? Ndani ya mji, ndio utamka maneno yake. Kwa hivyo tuko katika mji wa Nairobi, wa Nairobi, na tunatamka maneno ya nani? Ya Mungu, ya Mungu. Karibu sana ili uweze kuendelea, barikiwa. Haya basi tuna chukua nafasi hii kuweza kumshukuru Mungu kwa nafasi ambayo ametupatia, ili kwamba tuweze kuendeleza ujumbe ulioko. Tunataka kuwakaribisha wote ambao wanatufuatilia, ima uko mbali ama uko karibu. Msomaji, nataka uweze kupaza sauti vizuri, kwa sababu hapa katika mji wa Nairobi nafikiri tunahubiri hapa kwa muda mrefu zaidi na tungependa tu kuweka msingi ya kwamba haja yetu kubwa ni kuwajulisheni watu habari za kweli. Yohana 8 mstari wake na no 32. Ah, Yesu alisema maneno yafuatayo. Sikiliza, Yohana nane thelathini na mbili ndio inasema. Ehe, inasema thelathini na mbili tena tena, mtaifahamu kweli. Yesu anasema tutaifahamu kweli, na hiyo kweli itafanyije? Itawaweka huru. Kama kuna kitu ambacho wanadamu wanahitaji, ni kweli. Wanadamu wanahitaji kweli, maana ukweli utawaweka watu huru na maandiko yaliposema ya kwamba tutaifahamu kweli, kweli ni wazi ya kwamba kuna yule ambaye ni muongo, ambaye anawasababisha wanadamu wakae katika uongo. Lakini Mungu anasema watu wafahamu kweli. Kuna yule ambaye ni muongo. Msomaji, naam, nisaidie Yohana nane arobaini na nne. Kwa hivyo tutakapofahamu kweli, kweli inapatikana katika Biblia, inapatikana ndani ya neno la Mungu lakini kuna yule ambaye hana kweli, ni yupi huyo yu? Ninyi ni wa baba wenu Ibilisi. Yesu anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, natamaza baba yenu uh -huh. Nizompendaza kustenda, ndio yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Ibilisi maandiko anasema alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, ndio m... inasema eh, kwa kuwa hamna hamna ya kweli ndani yake. Kwa hiyo kulingana na maandiko, ndio watu wajue kweli. Kwa hiyo Mungu anasema hamna kweli ndani ya Ibilisi hamna kweli ndani yake maliza andiko inasema e, e, ao watumishi wammulikie inasema, A, wa inasema asema hapo uongo Ibilisi Shetani asema yeye yake mwenyewe kwa nini inasema e kwa e sababu yeye ni muongo yeye ni muongo Na baba wa huo basi. Kwa hiyo Yesu anaposema tutaifahamu kweli, kweli inapatikana ndani ya maandiko. Biblia iko na vitabu 66 agano na agano la kale na agano jipya Agano la Kale vitabu 39, Agano Jipya vitabu 27. Vitabu vyote katika Biblia ni vitabu 66 sita. Hapo ndiyo kuna kweli. Ndio unaona wale waliotutangulia walikuwa wanachunguza maandiko, watu hawakuwa wanakaa tu, mtumishi wa Mungu naam. Tena watu walikuwa wanachukua muda kuelewa Mungu anasemaje, maana haya maandiko yameweza kuandikwa kwa sababu ya kutufaa sisi. Msaidie Warumi kumi na tano nne. Haya maandiko yameandikwa kwa sababu ni kweli, yameandikwa na manabii waliyotangulia, ya yameandikwa na mitume waliyotangulia, na maandiko yakasema yale, yani yaliyoandikwa, yaliyotangulia, yameandikwa kwa ajili yetu. Soma Warumi kumi na tano. Haya yake ni aina, ndio tuanzishe mada. Inasemaje? kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yote, yote yaliyotangulia kuandikwa ya yaliandikwa ili yatufundishe sisi, yaliandikwa ili yatufundishe sisi, ehe -huh ili ili kwa saburi na nini na faraja ya maandiko mpate tupate kuwa na tumaini. Asante. Kwa hivyo yale yaliyotangulia kuandikwa katika kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Hesabu, kitabu cha mambo ya Walawi, vitabu vyote katika Biblia, yale yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ya ili kutufundisha sisi si, si, naninaona katika Biblia sauti ya Mungu menene na wanaadamu na sio sisi tu ambao tunaishi karne hiki. Sauti ya Mungu imekuwa ikinena katika maandiko, kupitia vinyo vya manabii, kupitia vinywa vya mitume. Maana Mungu katika haya maandiko amejifunua yeye mwenyewe. Maandiko yako na mafundisho mengi ambayo tukikaa kwayo tutakuwa tunatangaza ya kwamba tuko katika kweli. Unaona, Biblia hii imegawanyika sehemu tatu, na vile vile Yesu anasema katika Yohana kumi na nne sita. Msomaji mwalimu, Yohana kumi na nne sita. Yesu anasemaje? Yesu akamwambia, ndiyo mimi ndimi njia na nini, na kweu na nini, na uzima soma, muduhazi kwa baba ila, ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo maandiko yanasema Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Huwezi kukataa kweli. Kama unataka uzima, lazima mkubali Yesu kama njia na kweli kweli maanake, mafundisho ya kweli. Lazima tukae katika mafundisho ya kweli. Unaona, haya haya maandiko yanatuonya ya, ya kwamba nyakati za mwisho zitakuwa ni za hatari. Kwanza hiyo, unajua kuna kitu ambacho yesu anasema ndani ya maandiko. Msomaji mwalimu, anasema kupitia kinywa cha Paulo, Timotheo wa kwanza nne moja, Timotheo wa kwanza nne moja. Biblia inasemaje katika Timotheo wa kwanza nne moja? Basi nini Roho anena wasiwasi ya kwamba Roho anena wasiwasi ya kwamba nyakati za mwisho leo wengine watajitenga na imani. Kuna watu watajitenga na imani ya Bibilia, wakisikiliza roho stanganyaso na nini na mafundisho ya mashetani. Kanyaga breki. Kwa hiyo tayari tumeona, lazima tuhakikishe ya kwamba tunakaa katika kweli, lakini hayo hayo maandiko yametuonya ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Sasa imani ambayo tunajitenga nayo ni ya Biblia. Kuanzia Musa aliyeandika vitabu tano vya kwanza vya Biblia mpaka Yohana wa Patmo aliyeandika kitabu cha Ufunuo. Sasa hao ni manabii. Biblia imeandikwa katika na manabii ka katika zaidi ya miaka elfu mbili na mia tano, msomaji mwalimu, wote wakaandika lugha moja na wakaandika wakiongozwa na Roho, msomaji mwalimu. Sasa wameweka mambo ambayo yanasimama kuwa nguzo, ndio naona Isaya aliambiwa kuna mwamba ambaye ni yesu sawa naam isaya ishirini na nane kumi na sita alituambia tujenge juu ya mwamba ukisoma isaya ishirini na nane aya yake ni ya kumi na sita sikiliza huyo anasemaje twende Inasema kumi na sita ishirini na nane kumi na sita Isaya kwa ajili ya hayo. uh -huh. Bwana asema hivi nini? Kwa sababu naweka jiwe katika Sayuni. Isaya anasema Bwana anaweka jiwe katika Sayuni liwe msingi, liwe msingi, jiwe liliyojaribiwa, na hilo jiwe limejaribiwa, jiwe jiwe la pembeni. uh -huh. lenye dhamani a msingi uliwe imara. Soma yeye aaminiwe yeye ha, hatafanya haraka. Asante kwa hiyo tayari manabii tunaona ya kwamba wanajenga msingi wanasema ya kwamba kumbe kuna jiwe ambalo linawekwa kuwa msingi naona baadaye yesu anapokuja duniani naye anatangaza vile vile anasema katika Mathayo saba aya yake ni ishirini na moja anasema hivi tujenge juu ya mwamba anasema hivyo yesu sema usikie saba ishirini na moja ishirini na nne ndio nzuri inasema ishirini na nne basi nini kila asikiaye haya hayo maneno yangu ndio na nakuyafanya atafananishwa na, kuyafanya, na mtu mwenye akili ndio aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba, aliyejenga imani yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha mvua ikanyesha sikavuma yakaja sikaipika sika nyumba ile isianguke. Kwa nini? Kwa maana msingi yake ulikuwa umewekwa juu ya mwamba kamata. Kwa hiyo kama kuna kusikia na na na kutenda, kutenda wale wanafananishwa na watu wenye hekima ambao wanajenga nyumba zao juu ya mwamba. Upepo unakuja, mawimbi, mvua inanyesha, lakini nyumba zao hazitikisiki, maana msingi wao umejengwa juu ya mwamba. Kule tunatakiwa tujenge juu ya mwamba, na kujenga juu ya mwamba maanake nini? Maana ya kujenga juu ya mwamba, na mwamba ni Yesu. Msomaji mwalimu wa Korinto wa kwanza kumi, aya yake ni ya nne. Leo tunaweka msingi kuonyesha ya kwamba tumerudi. Msomaji, naam. Eh, kuna watu walikuwa wanauliza mlienda wapi? Tumerudi leo, inaitwa introduction. Tumerudi tena miezi mingine kama ine, twende wote. Wakanywa kinywaji kile kile kile kile cha roho. Wale wana wa Israeli wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba, waliunywea mwamba, mwamba wa roho uliowafuata. Tena walikunywa maji kutoka kwa mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ehe, ulikuwa ni Kristo. Asante. Kwa hivyo tunatakiwa tujenge juu ya mwamba. Mwamba ule ulikuwa ni nani? Ni Kristo. Na kujenga juu ya mwamba maanake, unakubaliana na mafundisho ya kweli, mafundisho ambayo Yesu amezungumzia ndani ya Biblia, mafundisho yake Yesu anasema lazima tukubalie na mafundisho yake, yeye ndiye kweli, sawa? Naam, yunaona kipindi cha mwisho kutia hatari. Yesu anasema katika Mathayo saba ishirini na moja kuna watu wengi watakwenda kumwambia Bwana, tulikuwa tunafanya tunafanya tunafanya, lakini Yesu atasema hapana, sikuwajua. Maana asilimia kubwa ni ya wale ambao mafundisho yao haipatikani ndani ya maandiko matakatifu. Soma tusikie. Si kila mtu aniambee Bwana, Bwana, si kila mtu aniambie Bwana, Bwana, si tukaingie katika ufalme wa mbinguni bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wale wanaofanya mapenzi ya Baba. Endelea. Wengi wataniambia siku ile. Yesu anasema wengi wataniambia siku ile. Bwana, Bwana. Hatukufanya unabii kwa jina lako? Ndiyo. Na kwa jina lako kutoa pepo? Ndiyo. Na kwa na, na kwa jina lako kufanya nini? Kufanya miujiza mingi. Ndipo. Ndipo nitawaambia dhahiri. Ondokeni sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi. Mtendao. Mtendao maovu. Kanyaga breki. Kwa hiyo tayari tunaona maandiko ya Biblia yanatuonya. Yanasema si kila mtu Inamaanisha lazima tuhakikishe imani yetu, mafundisho tuliyo nayo, yale tunayoamini, yanaweza kujengwa katika misingi ya Biblia. Biblia ndio inafaa kuwa mwelekeo. Mwelekeo. Daudi akasema katika Zaburi 119, Psalms 119 verse 105. Sikilizeni watu wa Mungu. Tumesema leo ni siku ya kwanza nafanya introduction kuonyesha watu ya kwamba tumerudi. Sawa eh? Naam. Zaburi mia kumi na tisa aya 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Unaona, kwa hivyo wale ambao ni manabii waliotangulia na mitume walijua kwamba taa ya miguu yao ni nini, ni neno la Mungu. Kwa hivyo leo tukitaka tutembee katika nuru tu, tuwe na nini? Tuwe na neno eh, hii ndio inatusaidia, inatusaidia hii katika mwelekeo ambao Mungu ametoa na mashauri aliyotoa ya maandiko yanasema tutakuwa katika nuru, na neno lako ni taa inamaanisha, tukiondoa kweli ya Biblia hatuwezi kuwa katika kweli, tutakuwa katika giza. Pia anasema yanaona, wale walio tutangulia manabii wanasema ya kwamba kipindi cha mwisho kutakuwa na giza, maana watu wengi wanasema ya kwamba kipindi cha mwisho kutakuwa na giza, maana watu wengi wataondoka, wataondoka katika misingi ya Biblia. Msomaji mwalimu, Isaya 60 aya yake ni ya pili.